Bwana kikosi cha Harmonize eh, kinatisha sana hapa, sababu watu wanasema kwamba Harmonize ni kama nataka kulichukua hili kombe sasa hivi bwana. Kuna timu zinazoendelea ah, kama timu za wasanii hivi, ambapo kuna Konde Gang FC, alafu kuna Bad Nation, yani wasanii tofauti tofauti wameungana kutengeneza timu na kushindania kombe kama vile ligi ya wasanii, mtazamaji eh, maeneo ya bongo hapa. E, ila timu like zingine zinachekesha sababu utaona Ndaro yuko timu moja na huyu wozu sasa. Mambo pale ni magumu sana sababu e, wamewenza wa hawa akiwa wote wamemuoa e, tunda. Sasa basi hawapatani hadi pasi kuwa hawa peani kila mtu ambi mwenza kipa. Sasa timu hiyo na ina ugumu sana, anayewasimamia ama timu hii ni makubwa mno, hawezi kuyadhibiti bwana Konde Gang. Sasa uh, kikosi chake ndicho hicho hapo, nimeweza kuwekea picha, nadhani nitakuwa nimekiona kikosi cha Harmonize eh, sababu ukiangalia kuna Sam Chopole yupo ndani, Ibra mwenyewe, Harmonize alafu pia Harmonize akatafuta uh, watu wawili ambao ni Aziski na Pakom wa kushikilia timu. Sijui ndo amewanunua hawa ama wameamua kuja kucheza na yeye tu Watu wasema kwamba Harmonize mbona kama nataka kulichukua hili kombe, kwani kunaendaje? Sababu mkiwaona paka amemchukua Aziz na Pakom, Pakome, basi e, mambo yanazidi kuchangamka hapa. Lakini pia kuna jambo lingine nataka kuelezea kuhusiana na huyu Harmonize. E, unajua Mudi Mnyama pia ambaye ndio bodyguard wa Harmonize yupo ndani mle kwenye uwanja, lakini anafanya kazi yake ya bodyguard na pia anacheza mpira, sababu kila anapo kwenda Harmonize basi yeye huwa anamfuata nyuma kwa nyuma, lakini sijui ikifika ni upande Harmonize ameangushwa sijui itakuwaje hapa, lakini mudi mnyama anafanya kazi yake ya uh, uh bodyguard kama ambavyo navyotakiwa. Kwenye Harmonize anaenda yeye pia anaenda, alafu ni kama wamejua wakawapatia namba ambazo zinafatana pale bwana. Uh, timu hii nadhani itakwenda kuchukua kombe sababu ukiangalia timu ya Wozu E, Wozu bwana amenenepa sana hadi kucheza mpira. E, unadhani inamlemea sana sababu pasi nyingi anapewa, lakini anaanguka anguka tu. E, sijui kuwa anapenda e, kuchapa kitu sana ndio maana anaanguka anguka. Lakini Ndaro naye anamsaidia, lakini kwa kweli e, timu yao haijafika popote, imeweza kutolewa tu. Sasa hivi tupo na Konde Gang FC. Lakini watu wanaulizana mbona hatujaona wasafi wakicheza huku e, sijui ni kwa nini? Lakini Diamond Platinumz unajua e, hapea anapenda e, sana kutunza brand yake kama, mtazamaji, kama kuna msanii ambaye anapenda kutunza sana brand yake basi ni huyu e, Diamond Platinumz. Diamond Platinumz e, bwana huwezi kumkuta pale hivi hivi hata kama umeandaa tamasha lako yani labda mlipe sana lakini kuja hivi hivi e, huwa sio rahisi e, anapenda sana kuitunza brandi yake huyu e. hata Baba Levo ni mshikaji wake, lakini akiandaa show Baba Levo ile ya comedy ya Seven Media Diamond Platnumz hahudhurii, hahudhurii na, na hata vile Baba Levo ni mshikaji wake wakey, yani Diamond Platnumz huwa anapenda kujieka juu sana yani brandi yake anaitunza sana sana, yani akionekana yeye, basi ujue ni hela ndefu hapo, lakini hatujawaona. Hii ndio sababu hatujawaona kwenye timu ya mpira ya wasanii, lakini pia hata wangecheza ingekwaje? Sababu kwa wale, mwanamume ni divorce eh, na ukiangalia lavalava ndo kibonge, hata mpira hajui, na huyo Diamond Platnumz. Wale wengine ni wazee kama vile Babu Tale, mkubwa fela wote ni wazee wale. Sasa timu yao labda wangenunua watu, sababu ukiangalia wenyewe management yao hawako wengi kama vile akina Konde Boy. Ukiangalia Konde Boy, kuna Mudi Mnyama, kuna Ibra, kuna Monaisa Mchopole na hata wengineo na, e, DJ7 na kuna makameramani kama vile Keni e, wani Konde Gang, yani kama ni mpira wanawe, sababu bado ni vijana, lakini ukiangalia upande wa WCB He bwana, WCB kama hivi ni wazee wazee ndo wengi pale. Umbea Media TV ndo inazidi kupa full burudani, kwa hivyo usikose kusubscribe, kose kushare kwa marafiki zako ambao pia wangependa kuzipata habari hizi zinazotokana na channel hii ya Umbea Media TV.